Leo ni siku ya Jumatatu tarehe 26, e, ya mwezi wa tisa mwaka elfu mbili na kumi na sita. Hakuna kitu ambacho kinanipa burudani sana kufahamu kabisa kwamba umechagua Clouds Habari ili tuwe sote mpaka mwisho. Naitwa Harris Kapiga, karibu sana. Hizi hapa zinafahamika kama habari Tanzania. Rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ametoa miezi miwili kwa Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA kununua mashine nne za kukagulia mizigo bandarini scanning machine. Taarifa kutoka studio inasoma kwako kwa na Tamimadam. Rais Magufuli ametoa agizo hilo baada ya kubaini kuwa kati ya mashine nne za ukaguzi wa mizigo zilizopo ni mashine mbili tu zinazofanya kazi na hazina uwezo wa kukagua mizigo yote inayotoka na kuingia nchini. Nataka ndani ya miezi miwili nikute kuna skana hapa zaidi ya nne zinazofanya kazi. Kwa hiyo kama mnaenda leo mkagugo mkafanya nini, mununue skana zifanye kazi hapa na hizo skana zisije zikawa zinakuwa operated na mtu mmoja. TRA muwepo, TPA muwepo na vyombo vya usalama. Baada ya kutembelea eneo la mita za kupimia mafuta yanapopakuliwa melini, flow meters, Rais Magufuli akaiagiza TPA kuharakisha mchakato wa kununua mita mpya na kuzifunga katika eneo hilo. Mkae na TICTS, mwanze mazungumzo mpya kwa kupitia ule mkataba Yaani wafanyakazi wa bandari wako hapa wote wanakaa idle, mizigo yote huko. Kaeni mwangalie mkataba upya. Kila mkataba unapotengenezwa huwa una kipengele cha kuvunja. Zinavunjika ndoa, sembuse zina. Mbali na hilo, Dkt Magufuli akaitaka TPA kujipanga kujenga bandari kavu ICD katika eneo la Ruvu mkoani Pwani ili kuachana na bandari kavu za watu binafsi ambazo zinatumia kodi. Katika hatua nyingine, Dkt Magufuli amesema zoezi la kuhakiki vyeti linaloendelea kote nchini halina lengo la kuwafukuza kazi wafanyakazi, bali linafanywa kwa lengo la kukabiliana na tatizo kubwa la wafanyakazi hewa. Hakuna sheria inayosema kufanya kazi lazima uwe na PhD au uwe profesa. Kwa hiyo tunachofanya hapa ni kufanya zoezi lote. Yule mwenye vyeti vya forgery ataondolewa kwenye nafasi yake. Wewe uliyepeleka cheti chako ukasema, mimi ni kuli, nilimaliza darasa la saba, unabaki na kazi yako.